Juu pale palepale tena ukizingatia tukiangalia kwa mchezo ambao ulipopanga kwa sasa hivi ni mchezo muhimu kati hata ile ambayo ingekuwa nyuma. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari na morali iko juu, na tunaamini tutakwenda kupambana kwa asilimia zote kufanya vizuri katika mchezo huu. Swali la pili kwa mchezaji sisi kwetu hakuna pressure yoyote, ukizingatia wachezaji wakubwa, hivi ndio mchezo wetu. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa vizuri na kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sawa. Swali la tatu. Sawa. Mimi nadhani hakutakuwa na na eneo gumu, kama tutafanya kile ambacho tumekifanya katika uwanja wa mazoezi au maelekezo ambayo tumepewa na mwalimu, kama tutafanya kwa asilimia mia, basi naamini kila kitu kutakuwa chepesi. Swali la nne kwa mchezaji. Uh, kutoka Ayoma Media. Natamani kujua uh, akilini kama wachezaji, huu ni mchezo kama mchezo wa fainali kwa sababu uh, baada ya hapo ubingwa mmechukua, lakini baada ya hapo tutakuwa na mchezo mwingine wa fainali. Kichwani kama wachezaji, mnajipanga vipi ili situmie kubwa sehemu moja, halafu nyingine ikawa ni shida? Kwa kuwa tuko tayari sisi, kila mchezo kwetu ni fainali kwa hiyo tunachoangalia mchezo gani huko mbele, tunatoa kwa asilimia mia kuweza kufanya vizuri katika mchezo husika. Baada hapo tunaangalia mchezo unaokuja. Kwa hiyo ni sisi tukujipanga na kuangalia kuna mchezo gani na mchezo gani mwingine na mahitaji yake, tunaamini tutapambana hivyo hivyo. Swali la tano na la mwisho kwa mchezaji

Kwa sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kufanya vizuri. Ah, na kupambana na kuweza kufanya vizuri katika mchezo mwingine tena. Ah, kikubwa tungependa kuwaomba mashabiki zetu wajitokeze kwa wingi siku ya kesho kuja kutupa support kwani mchezo huu ni muhimu sana na tunawategemea sana. Support yao ni muhimu kwetu na ambacho sisi tunaweza kuahidi ni kwamba tutaenda kupambana kwa asilimia mia, kuweza kufanya vizuri na kuweza kutetea taji letu. Asante sana. Shukrani sana na niwatakie kila la kheri kuelekea mchezo wa kesho. Asante.